siku ya tarehe 29 akii kuichagua daktari Samia Suluhu Hassan kama jiani wote ni uchaguzi ulioisha na sasa nimehatimaya mimi nilikuwa mbunge wa jimbo la Mbeya nawashukuru sana kwa hiyo iliosimama hapa naitwa Patrick Mwalunenge ndio mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Nitambue uwepo e wa viongozi wa vyama vya siasa wengine waligombea hapa, tauwepo wa katibu wangu wa chama wachama hapa, katibu wa wilaya nezi na vyama mbalimbali, lakini nitambue uwepo wa machifu wangu wa jiji la Mbeya na viongozi mbalimbali wa dini hapa, Mungu awabariki sana, na ifaki vikatiwe na wananchi wote uliofika hapa bila kusahau waandishi wa habari ambao wamewezesha umma kutambua jambo kubwa hili linalofanyika kwenye mkoa wetu na kwenye nchi yetu kwa ujumla. Viongozi wangu wa dini, maskofu, mimi nimefika maneno mengi sana zaidi ya kushukuru, lakini na kutoa pole kwa wananchi wangu kwa jimbo la Mbeya mjini na Mbeya kwa ujumla, kwa sababu nimesimama kwa makofia ya bunge jimbo la Mbeya mjini, lakini mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi

Sasa, natoa pole nyingi, lakini tuendelee kumtegemea Mungu na naamini tukimtegemea Mungu hakuna jambo ambalo litashindikana, na namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuona tatizo hilo ameunda tume ambayo itachunguza nini kilichotokea. Kuna wasii wanaambia wenzangu na Watanzania tuwe na imani kusubiri matokeo ya tume, tutakuwa na jambo la kuzungumza. Baada ya kuzungumza kwa matokeo ya kwa madini kilijili kutoka ishirini na tisa lakini sambamba na hilo kuzungumza rais kwa yale maandamiko ya vijana, sababu kundi kubwa ambao likuwa lina andamana ote kundi kuwa likuwa ni vijana, na Mheshimiwa Rais amegundua hilo, ameunda wizara ya vijana kwa ajili ya kushughulika na watu wa vijana. Kwa hiyo watie kuwe vijana wa mea kuwatia kwamba malalamiko yao na mapenzi yao zimeshapata haubaini na atashughulikiwa moja kwa moja, sababu iko wizara maalum umeendelezwa kwa ajili ya vijana. Ninaamini katika meza ya mazungumzo hakuna jambo linaloweza kuajika bongo, upande wa Mbeya, kwa maana Mbeya mjini na wasifa la vijana zimelinda maji yetu, tuendelee kufundisha upendo, mshikamano kama jinsi wewe unaonyesha mambo yetu ya dini hapa mbele. Nika pamoja kwa hii leo. Hii ndio Mbeya tunatamani kuiona. Aliongea msifa. Wakati naomba mimi nafasi kwa mapita huko mitaani, nilisema moja kazi kwa ndio ifanye ni kuunganisha Mbeya. Tuongee lugha moja, tuwe kitu kimoja. Kwa hiyo ngoma ngoma hii kwa mfano huu ndio uliofanya leo. Nimeitia nguvu sana mimi. Na mimi kwa demo yangu ya kiongozi kwa mbunge na kudhibiti chama nitatumia Platform hii na makongamano kama haya kuunganisha na Mbeya hii, tuzungumza maendeleo kwa kitu kimoja. Na nimefurahi kuona viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, ninawaahidi na ninawaahidia, tutafanya kazi kwa pamoja, tutashirikiana na vyama vyote ili tuweze kutengeneza mkoa wetu wa Mbeya na jimbo letu la Mbeya ili tuweze kufikia maendeleo.